Lakini pia tunatamani sana ya kwamba maandalizi yetu ya afconi yaanze sasa. Mheshimiwa Waziri amesema tunayo tume ya kamati, lakini pia kwenye wizara tutakaa na sisi tuanzishe angalau Samia pre AFCON, tuanzishe mashindano ya pre AFCON yatakayoendeshwa kwenye sekondari zetu zote, na maelekezo ya Mheshimiwa Rais tushirikiane na TAMISEMI kwa tutapanga tuwe na mashindano ya AFCON pre AFCON, ambayo yataanza kutoa dira na mwelekeo, ili mwakani tunapokuja kupokea wageni, taifa zima lipo na timu yao na timu yao ikienda kufanya vizuri huku, tukipalilia ndoto za vijana. Lakini tumefuatilia pia, tumegundua ya kwamba kwenye sekta ya walimu wetu wanaosomea walimu, wakipangwa kwenye shule, hasa shule za msingi na sekondari, wengi wao hawapati nafasi ya kujifunza mambo ya michezo na wanafika hatua wanakosa sifa za kufundisha michezo. Tungetamani pia na hili Profesa Kabudi, tutakuwa wote kabisa, tutaiandaa pepa tuipeleke kabineti, tuishawishi baraza la mawaziri lilizia kwamba sasa walimu wa shule za msingi na sekondari wanapokuwa kwenye vyuo vyao kule, wanaopenda mpira wanajifunza, wanatoka kama professional ili wakienda kwenye mashule watutengenezee kizazi ambacho kimelelewa na mtu anayejua taaluma, na ile certificate watakayo ipata itawapa nafasi ya kukwalifai kufanya daraja jingine la kafu, ili pia na shirikisho la mpira pamoja na kafu wawatambue kama wataalamu wa michezo katika namna ya kukuza